Mwanadada Mange Kimambi amemchana Zuchu kufuatia sherehe ya jana ambayo ndilikuwa last party ya JP 2025 eh, Jukes pamoja na Priest. Sasa, ukipitia katika ukurasa wake wa Instagram, mwanadada Mange Kimambi amemchana sana Zuchu na hii ni baada ya Zuchu kukaa peke yake pasipo kukaa na Diamond. Ukiangalia katika sehemu zingine kapu zilikuwa zinakaa kivyao, lakini katika upande wa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu eh, Diamond kama vile alimtelekeza Zuchu kina yake. Hata ukiangalia kile ambacho aliweza kuongea Diamond kule mbele, wakati anampa ushauri wa mwisho, Juxy aliweza kuongea mambo mengi, lakini alipofika katika swala la mapenzi, watu wakaanza kucheka, yeye akaweza kusema kwamba mapenzi, mimi bado uh, kwenye mambo ya ndoa siwezi nikakushauri sana. Kwa hiyo watu wengi waliweza kumcheka Diamond Platnumz, wakimshauri aoe haraka iwezekanavyo, lakini Mange Kimambi, ngoja ni kunukuu na nikusomea kile ambacho laeza kiandika kupitia peji yake Instagram. Mimi ni ni Scott Rizzi, hapa ni Blue House Dax Media. Subscribe ili mwanafamilia yetu wa kwanza ambayo utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda. Sasa ukipitia katika peji ya Instagram mwana dada Mange Kimambi aliweza kuandika kama ifuatavyo. Maskini, nimemwonea huruma leo, ila mwambieni asijali sana. Baada ya shughuli kuisha ataomba msamaha kwa mara ya milioni moja, afu akafresh na emoji nne za kulia. Mwanadada huyu Mange Kimambi akaendelea kusema ya kwamba yani, hii picha tu ukimwangalia usoni hana nuru, hana hata raha. Kwa sisi ambao tulishapitia hizi kashikashi za wanaume wa KTZ tukaa katika miaka yetu ya ishirini, we know that look una smile ila moyoni unawaka moto. Hapana ise, kama ni matukio ya kumpiga na hisi Diamond kayamaliza, na hisi ya mwenyewe sasa hivi anajiuliza, kabakiza tukio gani? Yani amshue Diamond, Diamond mwenyewe haamini anachokiona kupiga matukio yote, ila mwanamke anapambana tu. Hapana ise, Zuchu ni next level ya kinganga. Ise mimi na uzee wangu huu, ndo mwanaume aje kunizalilisha kivyo? <laughs> afu akaendelea kusema ya kwamba leo mwanaume kamnyali ile ya kisawasawa jamani, mpaka kamchamba eti we huolewi kwa nini? Ila in few days, huyo atarudi tena like today, didn't happen. Diamond Platnumz, huu ni ushauri kutoka kwa dada yako Mange Kimambi. Hakuna mwanamke wa kawaida anaweza kuvumilia anayovumilia kinganga wako ambeni Zuchu. Huyu ukilala naye usiku lala jicho moja wazi. Huyu kuna siku atakurestisha na yeye atajirestisha ili tu tukose wote. Yani, wait a minute, did I say tukose wote? Kwani na mimi namtaka Diamond Platinum, alafu sijijui akafresh <laughs> na emoji mbili za kucheka mwadada huyu Mange Kimambi. Alafu akiendelea kusema kwamba on serious note, Diamond awe makini hapa. Sitaki kujua moyo wa Zuchu huwa unawaza nini. Hakuna mwanamke mwenyewe hakuna mwanamke mwenye akili timamu anaweza kuvumilia haya, kama hakuna kitu anapanga kumfanyia huyo mwanaume. Tusije tukasikia mengine one day. Toka nimjue Diamond Platinumz kipindi cha Wema, sidhani kama mwanamke Diamond kashampiga matukio mengi na ya kusikitisha kama anampiga King'ang'a ambaye ni Zuchu, na kama ikitokea akiolewa, matukio ndo yatazidi zaidi. Yani she will never be happy. Diamond does not love this girl. Yes, kuna wanaume wahuni alafu akasema kwamba kuna wanaume malaya pia, ila kama anampenda mwanamke wake kwa dhati atapambana juu chini afanye inshu zake huko huko kimya kimya. Hakuna mwanaume anayependa mwanamke wake akaacha kuzalilika azalilike hivi. Anyways, nipeni muda kidogo, ni collect mafiale ya uhakika then nije niwaambie nini ambacho kilitokea. Hivyo ndivyo alivyoweza kusema mwanadada huyu Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram akimshutumu Diamond Platnumz kwa kile ambacho ameweza kumfanyia Zuchu majira, na kweli ilikuwa na huzuni. Sasa, mbali na hayo yote, mengi ya jana kwa ajili ya kumshauri kuongea mambo mengi, lakini ilipofika katika stage ya mapenzi, akasema kwamba mimi katika upande wa mapenzi siwezi nikakushauri chochote kuhusu ndoa akacheka yeye mwenyewe kwanza watu waliweza kucheka sana ukumbi mzima uliweza kulipuka na kumshauri Diamond Platnumz aweze kuoa mapema ukimwangalia mwanadada Ali ambaye ndiye alikuwa presenter katika ile show ya Last Party ya JP 25 aliweza kumwambia kwamba tunakuombea Mungu akufanyie wepesi uweze kumuoa Zuchu kwa watu walicheka ikawa kama ni utani na vitu kama hivyo unalizungumzaje swala na mwanadada huyu Mange Kimambi, eh, kumjia juu Diamond Platnumz kwa kila ambacho amemfanyia Zuchu subscribe hapa Blue House Dax Media ili uweze kupata habari zetu mbalimbali zinapotoka kila wakati